Kwa majina yangu naitwa Fidelisi Maheke, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Agape Life Church wilaya ya Nkasi na Manyele Rukwa Sumbawanga, lakini pia ni e, mwenyekiti wa makanisa ya kipentekoste katika wilaya ya Nkasi na pia ni katibu wa e, jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania Jemat katika wilaya ya Nkasi mimi niko hapa eh, kuwaambia Watanzania wenzangu kwamba eh, huu mwaka wa 2025 ni mwaka ambao katika nchi yetu ya Tanzania ah, tuna uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, kwamba kila mmoja ana haki ya kidemokrasia ya kuchagua kiongozi anayemtaka kwa sababu ah, tunapochagua viongozi wetu tunasukuma maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania na uh, ukiangalia kuna watu ambao wanapita eh, mitaani na kuzungumza kwamba eh, kwamba uchaguzi usifanyike kwa sababu ya maslahi yao tu wenyewe. Sisi wa Tanzania tumezoea kila baada ya miaka mitano tunakuwa na uchaguzi, wananchi wetu wawe na uhuru wa kuchagua viongozi wao sasa hebu fikiria kama Mtanzania, mtu anaku, anakushawishi kwamba eh, mwaka huu uchaguzi usifanyike. Jifikirie kwamba sasa, tusipochagua viongozi wetu hawa, je, maendeleo ni nani atakaye yafanya? Kwa sababu viongozi kazi yao ni kusimamia maendeleo kwa ajili ya Watanzania. Yapo mashule bado yanajengwa, vituo vya afya, kwa tunatakiwa kuchagua ili viongozi wetu waweze kuendelea eh, na shughuli ambayo wameshaianzisha. Katika Biblia ukisoma eh, Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya pili mstari wa kwanza hadi mstari ule wa tatu. Biblia inasema kwamba kabla ya mambo yote, nahitaji dua, sala na maombi kwa ajili ya watawala, ili kuwepo amani na utulivu. Unaona, bibilia imehamasisha sana kwamba eh, kuwepo na amani na utulivu, hasa katika kipindi hiki tunachoendelea uchaguzi, kwamba tunahitaji kama sisi viongozi wa dini kuendelea kuliombea taifa hili kwamba uchaguzi ufanyike kwa amani na utulivu, ndo kilio chetu watumishi wa Mungu, na tuta, tuko tayari eh, kuiunga mkono serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama viongozi wa dini wote ili kuendelea kuiombea nchi yetu ili amani iweze kuwepo katika uchaguzi huu, na tunaamini kwamba sisi watumishi wa Mungu tukiomba hakuna vurugu yoyote, ni amani itakayotawala katika nchi yetu ya Tanzania. Ninapinga hoja za watu ambao wanakataa uchaguzi mwaka huu kwamba usifanyike. Aa, mimi kama mchungaji wa kanisa eh, na waumini wetu wote tunapinga hoja hizi za propaganda za watu ambao hawaitaki mema nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo uchaguzi sisi tunasema uwe pale pale, na Mungu atusaidie. Wa Tanzania tuko tayari kuchagua, kila mmoja achague kiongozi anayemhitaji katika mwaka huu 2025. Sisi ni Tanzania.